Nataka sasa ni, nataka nikumbushe Orengo, wakati Raila Molo Dinga alikuwa anaenda, au kwa nini Raila Molo Dinga akukuachia ODM? Kwa sababu alijua wewe auko loyal, alijua wewe si mwaminifu, nowanda Raila Molo Dinga akukupatia party. Sasa hii Raila Molo Dinga ashakufa, tumekuona wewe umeanza kusema ati sasa nyinyi muna support Kalonzo. Wacha tukwambia Orengo, wewe uko ulikuwa na chuki na Raila Amolo Odinga kwa sababu Wanita, Raila Amolo Odinga alikuzima, alikuzima kisiasa. <laughs> Kwa hivyo mi nataka niseme hivi, hatutakubali kufuata Orengo na group yake. Orengo ni wale wamekuja kuua ODM. Orengo ni wale wamekuja kudivide ODM. Orengo na group yako, tunajua Orengo. Orengo, wewe ni mutu unapenda maandamano, unataka uturudishe kwa maandamano. Kwa hivyo mimi nataka niseme hivi Mheshimiwa Orengo, wewe na Kalonzo kura yako patia Kalonzo, lakini wacha kugawanya jamii ya Nyanza, wacha kugawanya wana ODM. ODM sisi tunajua ODM iliachwa ndani ya brodbet gavament, na mimi nataka niseme hivi, mimi ninaunga mkono sana Gladis Wanga, maana huyo ni mama ambaye amesimama na ODM. Huyo ni iron ledi. Hao ndio wanajua mahali wanapeleka ODM. Hatutaki hao korokoro korokoro, wamekuja. Hao wakoro wamekuja hawa, wakati baba Raila Molo Odinga akiwa hai, tuliwaona wenye walikuwa wameasi Raila, na tunawajua, na tunawajua vizuri zaidi tunawajua. Kwa hivyo saa hii Raila ashakufa. Sasa munataka mtoroke na ODM. Mimi naambia kina Joho Joho, simameni, simameni, nyinyi ndio mmeinvest kwa hii chama, musikubali hii chama iibiwe Musikubali chama watu wagawanywe, tunakataa hilo. Kwa hivyo mimi nataka niseme hivi, chama cha ODM tunataka tusimame. Na mimi wacha niwaambie, tutakuwa na ODM mbili, na tutakuwa na weak ODM na strong ODM na strong ODM ni nyenye kwa na kina Joho, hao ndo mainvesta wakubwa, wacha hao wamekuja juzi juzi, kina Sifuna. Sifuna ni watu wamekuja juzi. Sifuna wanajua mahali chama imetoka. Sifuna huyu anajua mahali chama imetoka. Oburu Odinga anabebwa kama upepo. Ukiangalia Ruto Odinga, ni mtu alikuwa genesraila kwanza mwanzo. Munakuja kutuambia nini? Munatuambia nini? Ruto Odinga alikuwa genesraila. We know winohimu. Mimi sitadanganya, sitadanganya. Kwa hivyo tuambiane ukweli, hakuna mambo ya kubembelezana hapa. Kwa hivyo mi nakuambia, Orengo, Orengo wachana na ODM kama vile matako zimeachana na tunakuambia hivi, autagawanya ODM na wale wote wanakuja kugawanya ODM. Mimi nasema kina Mbadi msimame, kina Joho msimame, Oparanya hata yeye ndo angekuwa yeye ndo angekuwa chama ndo angesimamia ODM wewe.